Kuondoka kwenye ile diplomasia ya uhuru kiukombozi ukombozi ya kisiasa zaidi imeelekea kwenye uchumi Kusabuzo, aziko, kwa sababu nchi zote tayari zilikuwa ziko huru. Mheshimiwa Rais wa kwanza baba taifa alitumia muda wake mwingi kuzikomboa hizi nchi zilizokuwa zinatuzunguka si najua, na ndio maana tuna heshima kubwa sana kule Sadeke na hata Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tanzania tuna heshima kubwa sana, hata mimi nikiingia napata kidogo heshima zaidi kwa sababu ya ya, ya ya baba wa taifa wanasema yule ndio baba yetu sote, kwa sababu ndio waliohangaika kukomboa. Na mnajua kule Mazimbo, Morogoro, makambi yote yalikuwepo na Chingwea, ya, ya Frelimo ya ANC na vyama vingine vyote vya ukombozi. Kwa hiyo baada ya kumalizika hilo, Mheshimiwa Mkapa alikuja na maono kwamba tushamaliza uhuru tushakoawa lakini hawa wana vitu ambavyo sisi hatuna na sisi tuna vitu ambavyo wao hawana, twende kwenye uchumi zaidi. Na katika hilo bado hamfanyi vizuri sana, soko kubwa la SADC, na mnajua SADC na protocol kampani kwenye vikao vya SADC nakuja, kuna free movement of goods and trade, the best opportunity ya ya kodi na mambo mengine ni katika nchi za SADC na soko kubwa Ndomaana Mheshimiwa Bashi Sule alipokasirika na mipaka ile, kidogo ilileta tafaruku mkubwa sana. Nakumbuka ndizi na mambo mengine ilikuwa Malawi na Afrika ya Kusini, hata hapa zabibu, watu walikosa zile wanapenda kula zabibu na, na matunda mengine. Kwa hiyo yale yote kwa ujumla wake yale yote kwa ujumla wake e, ni fursa ambayo nyingi mnatakiwa kuwa nayo. Uzoefu wangu pia pale ilipokuwa Italia a chemba na, na ndugu Ahmad atakuwa pia shahidi nadhani na ndugu yangu atakuwa shahidi pia. Sio kama ulikuwepo katika tripartite ya agreement ya Genova pamoja kwepo eh, Genova, Bologna na, na eh, region Liguria, Milano zilikuwa agreement tatu, unazo hizo agreement eh? hizo mimi ili kuleta cheba za kule Italy ikiwa balozi wakati huo kuwa karibu na nyinyi kwa sababu nilikuwa ni muumini wa kwamba chemba na chemba zikishirikiana mafanikio yatapatikana, lakini baadaye nikaja kugundua kwamba vitu wanavyohitaji wale wenzetu kule, nyinyi huku inawezekana msio navyo, kwa sababu tumekwenda kwenye bodi zote husika. Wenzetu wanahitaji kahawa, tumekwenda kwa prima simario, hamna kahawa ya kutosha. total production ya Tanzania ni kama tani laki moja. Kule unahitaji tani laki tatu. nikaja kugundua hapa, tutakuja kuingia hivi korosho, Italia wanaita kwa Kitaliano anacardi, korosho wanataka wao tani almost laki tatu, sisi tuko kwenye sabini na nane elfu tani elfu themanini. Nikaona tutakuja kuingia hivi. Ilikuwa ya pili korosho, ya tatu ilikuwa chai, hatuna Yani, ikawa pamba, organic cotton wanaita organic cotton. The best organic cotton wanasema iko maeneo ya Mwanza, Lake Victoria region, hatuna. Wakawa wanahitaji zile mbegu, mbegu za pamba, mnazijua mbegu za pamba, wanazipandishia uyoga kwa sababu uyoga unaota vizuri sana kwenye mbegu za pamba. Wakawa wanataka hii, hatuna. Kwa hiyo products zote, wale chemba za kule walikuwa wanahitaji kutoka Tanzania sisi. Hatuna. Kwa changamoto ya pili kwenye productivity huku ndani tunalalamika masoko masoko masoko masoko, lakini wale hawanui kilo tano tano kilo kumi kumi, na sisi soko letu tunaangalia kilo tano tano kilo kumi kumi. Ukienda Zanzibar sasa hivi ukwambia nataka tani kumi ya mdalasini hakuna, na hakika hiyo, kwa sababu soko letu sisi kilo, kilo, maparachichi yetu kwenye kwenye mkoba unia wenzetu wanaongelea internet ikasema kuna haja sisi ya kuongeza productivity. Kwa hiyo hii ni changamoto moja. Nakuacheni na mpaka leo bado hamkwenda kule, wao wanakusubirini mwende wakupokeeni. Hiyo ni Italy, bado sijataja nchi nyingine na, na wao wanasubiri nywe waalike pia waje hapa. Kwa hiyo ni maeneo ambayo enye changamoto. Ndani ya miezi mitatu nilijaribu kufanya business forum nikawaalika wa Tanzania zaidi ya mia moja walikuja mia moja ishirini mia moja thelathini Hamadi nakumbuka, aliamuru alikuja mwenyekiti wako. Tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana, lakini udhaifu wetu uko katika continuity, kuendeleza jambo lolote tunaloanzisha. Naamini chini ya uongozi wako mwenyekiti, wakati ule haukuwepo hilo, nalo litafanikiwa pia, katika changamoto